Na karibu tushirikiane, ndugu watazamaji, vifungu kadhaa vya Biblia Mhubi uh, eh, Mhubiri, Mhubiri, saba ishirini. Mhubiri saba ishirini. Pasomeka hivi, bila shaka hakuna mwanadamu mwenye haki hapa duniani ambaye anafanya mema asifanye dhambi, kwamba hakuna mwanadamu yeyote hapa duniani ambaye anafanya mema asifanye dhambi. Hivyo kipindi hiki cha Kwaresima, watu tunahitaji kuwa watu watoba na kutubu ili kuondokana na hii dhambi ambayo iko mbele yetu kwa sababu tutafanya mema, lakini dhambi bado ipo, dhambi bado tunayo. Hivyo cha msingi zaidi sana ni kuwa watu wa toba. Lakini na naposoma pia eh, unaposoma pia waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari ule wa nane panasomeka hivi Tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe wala kweli haimo mwetu. Kwa mtu akisema hana dhambi, maana yake, anakuwa anajidanganya mwenye nafsi yake na hiyo kweli inakuwa haipo ndani yake. Kwa dhambi ipo, watu tunafanya dhambi na tuna dhambi, hivyo tunaenda kusitiza kwamba tuende kwa watu wa toba, watu wa kutubu muda wote, watu wa kuomba rehema na utakaso mbele za Mungu. Haipaswi kuwa E, bila kuomba msamaha kila unapoamka unapotembea, anatakiwa kuomba msamaha mbele za Mungu, kwa maana sisi ni watu wenye dhambi. Wakati wote majira yote ni watenda dhambi, hivyo ukisema huna dhambi, mtumishi wa Mungu, unajidanganya una mwenyewe. Lakini tunaposoma Zaburi